Kwa wanajimbo Katoliki Mafinga na kwa umma kwa ujumla, mintarafu padre wetu Jordani Kibiki. Tarehe ya kumi na nane mwezi Septemba elfu mbili na ishirini na tano, padre Jordan Kibiki wa jimbo Katoliki la Mafinga ambaye ni mkurugenzi wa kituo cha afya cha Nyorolo na paroko msaidizi wa parokia ya Nyorolo tangu tarehe ishirini mwezi Agosti elfu mbili na ishirini na tano baada ya kuhitimu masomo yake huko chuo cha Sauti Mwanza. Siku hiyo ya tarehe kumi na nane alitakiwa kufika kwenye ofisi za halmashauri ya wilaya ya Mufindi kwa ajili ya kikao cha mambo ya afya. Hata hivyo, pamoja na kuwa aliondoka asubuhi na mapema, hakufika kwenye kikao hicho. Padre Isaac Nzijiro ambaye ndiye paroko wa parokia ya Nyororo wakati anarudi kutoka Mafinga ambako alikuja kwa ajili ya shughuli mbali mbalimbali za, za kiparokia aliikuta gari aliyokuwa anaitumia Padre Jordani imeegeshwa pembeni mwa barabara maeneo ya msitu wa Sao Hill. Akasimama mbele yake kidogo ili amjulie hali mwenzake, na wakati akijiandaa kushuka aliiona gari ile kupitia kioo chake cha pembeni au kijulikanacho kama saidi mira, ikiingia tena barabarani na kuondoka. Ndipo alipompigia honi, naye akajibu kwa honi vilevile. Baada ya kuamini kwamba mwenzake hakuwa na shida ya pekee, alimpita na kutangulia nyumbani kwa sababu alikuwa anasubiriwa na watu kule aliowaahidi kwenda kuwahudumia. Padre Isaac alifika nyumbani na kuendelea na shughuli zake hizo za kawaida. Na ilipofika jioni, aliona mwenzake hajarudi bado, akadhani bado labda kituoni kuna dharura ambayo alilazimika kuishughulikia. Ilipofika saa tatu usiku, akaona sasa ni mno na akawapigia simu wafanyakazi wa kituo cha afya ili kujua kama padre alikuwepo bado pale, akaambiwa hajaonekana kabisa. Ndipo alipotoa taarifa jimboni na jitihada za kuuliza huku na huko zikawa zimeanza. Asubuhi ya tarehe kumi na tisa Septemba elfu mbili na ishirini na tano Afisa tawala wa kituo cha afya hicho cha Nyororo alikuwa anakuja

aiko sehemu asiyoijua. Kumbe tarehe ishirini mwezi Septemba elfu mbili na ishirini na tano Padre Jordani alimpigia simu Padre Isaac kwa namba mpya na kumweleza kuwa alikuwa maeneo ya Mbalizi baada ya kuachiwa na watu waliokuwa wamemchukua na kumpeleka mpaka maeneo ambayo hakuyafahamu vizuri kuelekea mkoa wa Songwe. Padre Isaac alitoa taarifa jimboni na utaratibu wa kwenda Mbeya ukafanyika, ambapo Padre Godwin Maliga ambaye muda wote alikuwa na timu ya polisi wakizunguka huku na huku kwa kutumia gari yetu ya jimbo, alianza safari kuelekea Mbeya pamoja na hiyo timu ya polisi ambayo tayari ilikuwa imeanza kufanya uchunguzi. Baada ya kufika kule, walimkuta pamoja na baba paroko wa parokia ya Chosi ambayo mimi baada ya kuwasiliana na Padre Jordan mwenyewe, baada ya kupewa ile namba yake mpya na kunihakikishia kwamba yuko Mbalizi na yuko salama, nilimtuma huyo paroko Chosi ambaye e, parokia ambayo yuko jirani zaidi na Mbeya, kwa ajili ya kwenda kutoa misaada ya haraka ya kibinadamu. Na baada ya kukutwa kule basi polisi walifanya kazi yao, wakaanza mahojiano naye na kumbe, wakati wa mahojiano padre Jordani Kibiki aliwaambia jeshi la polisi kwamba asingependa kuendelea kusababisha usumbufu. Ukweli ni kwamba alifika huko Mbeya kwa namna ambayo hata yeye mwenyewe hakuielewa, kutokana na hali aliyokuwa nayo hasa siku ya tarehe 18 Septemba na sasa, baada ya uchunguzi wa kitabibu ambao nitausemea hapa chini, tunaweza kusema alikuwa na unyongefu, Kiingereza chake ni depression. Unyongefu huo ulichangiwa na yeye kugundua kuwa amekula hasara ya takribani shilingi milioni tatu na nusu kwenye biashara ya mtandao unaoitwa eBay. Alipata hisia kwamba ame, ameibiwa pale alipoambiwa atume fedha nyingine kinyume na makubaliano ya awali na huyo waliokuwa wanawasiliana kwenye mtandao huo. Hapa ninaomba nifungue mabano na kufunga. Lengo letu si kutuhumu kampuni ya eBay kwamba ni kampuni ya wesi, kwa sababu baada ya kufuatilia tumeona ni kampuni ambayo imesajiliwa kihalali kabisa huko Marekani na inafanya kazi za biashara mtandaoni. Ila bila shaka kama ambavyo biashara yoyote inavyoweza kuingiliwa na watu e, wenye nia ovu, au mtu yoyote anaweza kuingilia kuingiliwa na watu wenye nia ovu, inawezekana hata wao kuna mtu ambaye alijisajiri kama ajenti na kuanza kutafuta maajenti wengine, na kwa bahati mbaya akaanza ku kutokuwa mkweli. Hiyo nadhani sote tunajua kwamba kwa bahati mbaya matatizo hayo yapo. Mimi mwenyewe mwaka huu niliweza kupata ma, uh, mawasiliano nilitafutwa na na, na na lile ambayo lingejitambulisha kwamba ni shirika la maisha ya kitawa la, saa la Canada Lakini nilipofanya utafiti niligundua kwamba alikuwa ni mtu mmoja wa Kongo, ambaye alikuwa amehack mawasiliano la shirika lile la kitawa. Kwa hiyo mambo hayo nadhani unajua, siku hizi yanawezekana. Eh, sasa kati ya e, fedha hiyo aliyohisi kwamba amekula hasara laki tano alikuwa ameazima kwa paroko yani Padre Isaac Nzijirwa, na milioni moja nusu alikuwa ameazima kwa mhasibu wa jimbo letu, yaani Padre Godwin Mariga, na hivi kufanya jumla mm, ya shilingi milioni mbili. Kwa hivyo inaonekana kwenye transaction zake huku ebay zilikwenda milioni tatu na nusu kwa maana ya milioni moja na nusu ilikuwa ya kwake yeye mwenyewe. Hivi mnaweza kuona kuwa kwa kweli hakuwa na madeni makubwa hivi ambayo katika hali ya kawaida na kwa mtu mwenye afya ya akili ya kawaida eh, yangemfanya atelekeze porini gari ya shilingi milioni ishirini na tano. Kutokana na maelezo kwamba hakuwa ametekwa, yale maelezo aliyotoa wakati wa mahojiano na jeshi la polisi, basi Padre Jordan alianza kutuhumiwa na jeshi la polisi kwa kosa la kusambaza taarifa za uongo kuwa alikuwa ametekwa, wakati angekuwa amejiteka mwenyewe, na hivyo basi Padre Jordan alibaki mikononi mwa jeshi la polisi mpaka alipotolewa kwa dhamana tarehe ishirini na tano Septemba 2025 tarehe 26 ishirini na sita Septemba 2025 baada ya mimi mwenyewe kuzungumza naye kwa faragha na kuhisi kuwa hakuwa vizuri, kuliamua kumpeleka hospitali ya rufaa Tosamaganga kwa ajili ya kuangaliwa afya na ikathibitika kuwa ana unyongefu, yani depression, na hivi akaanzishiwa matibabu. Jeshi la Polisi, kwa kuzingatia hali hiyo ambayo amekuwa nayo padre, wakati huo wote, hata wakati wa tukio hilo jana tarehe ishirini na tisa Septemba elfu mbili na ishirini na tano limefuta tuhuma na kumwacha huru. Tunawashukuru sana Jeshi la Polisi kwa uamuzi huo. Naomba ifahamike hivi, kwa mujibu wa sheria za Kanisa ambazo ziko kwenye mkusanyiko huu uh, jinai au madai yanayomhusu padre binafsi si ya kanisa, bali ni yake yeye mwenyewe. Hata hivyo, ni wajibu wetu kama kanisa kutafuta ukweli wa tuhuma bila kuingilia kazi ya vyombo vya uchunguzi vya kiserikali na ndivyo tulivyojitahidi kufanya. Sasa kwa kuwa wao, yaani jeshi la polisi, wamemaliza kazi yao na wamebaini kuwa padre hana tena kesi ya kujibu, sisi tunaendelea na kushughulikia afya ya padre ili arudi kwenye hali ya utulivu, alafu mambo mengine yataendelea. Kwa ufupi ni kwamba kwa sasa kipaumbele ni afya ya padre, na ninawaomba mapadre, watawa na waamini wote kwa ujumla, wamwombee padre wetu apate kurudi kwenye utulivu, awe na afya nzuri ya akili. Na nadhani tunavyosema afya ya akili tunaelewana, tuna, kwa sababu suala la akili E, limegawanyika katika sehemu mbili. Kwa bahati mbaya, kwa Kiswahili tunatafsiri tu akili, lakini kwa Kiingereza kuna intellect na psyche. Kwa hiyo mmoja anaweza kuwa vizuri kwenye intellect, lakini akawa na shida kwenye psyche, ambayo inasaidia ubebaji wa mambo mbalimbali ambayo anakabiliana nayo katika maisha, na kwa kweli ndiyo ambayo padre angekuwa na shida nayo, sio kwenye intellect kwenye intellect tunajua yuko vizuri sana. Matokeo yake ya chuo huko Mwanza kwa miaka miwili mfululizo walau ambayo nilimeweza kuyapata, mwaka wa kwanza aliweza kumaliza akiwa na GPA ya nne nukta mbili na mwaka wa pili alihitimisha akiwa na GPA ya nne nukta nane. E, ya sasa nimeambiwa lakini sijaonyeshwa bado kwamba ana GPA ya 4.7. Kwa hiyo kwenye swala la intellect huko hakuna shida, ila kwenye psike, ambalo, ambayo inaweza ikamletea shida mtu yoyote yule, hata mimi naweza nikapatwa na hiyo. Basi huko inaonekana ndiko kuna shida, na hivi padri anahitaji kupata usaidizi, kupata matibabu ili aweze kurudi kwenye hali yake. Basi ilikuwa ni taarifa hiyo fupi na nikushukuruni sana ninye wanahabari wote, na ninaomba mimi na, huwa naitazama kazi ya wanahabari kama ni kazi ya ni moja ya kazi takatifu e, ikifanywa vizuri, lakini kwa hiyo ninaomba mtumie daima kalamu zenu na media zenu kwa ujumla kujenga jamii yetu, iwe ni jamii yenye haki, upendo na amani. Asanteni sana. Kwa kweli tulikuwa hatujabaini, na ujue kwenye swala zima la afya ya akili sio rahisi sana mtu husika akajitamkia kwamba mimi naumwa. Huwa zinatakiwa hisia zitoke nje. Hakuna mtu mwenye shida ya afya ya akili ambaye atasema mimi naumwa. Kwa hiyo lazima eh, aonwe kutoka nje, afanyiwe asesmenti na ndipo sasa agundulike kwamba ana shida hiyo. Kwa hiyo kwa bahati mbaya, tulikuwa hatujawahi sisi kuona na hatujawahi kumfanyia assessment, na hiyo sasa haiwezi kumaanisha kwamba hakuwa na tatizo. Kwa hilo lililotokea, sisi tunadhani tatizo lilishakuwepo. Sasa unajua eh, ukiwa umejaza maji kwenye bilauri au kwenye glasi, yamejaa kabisa, hayamwagiki Inatosha tone moja litakaloongezeka pale likafanya maji yamwagike. Kwa hiyo sisi tunafikiri tukio hilo hilo hilo, shock waliyoipata ilikuwa ni kama tone moja lililosababisha sasa maji yamwagike. Kwanza kwenye mitandao, kwenye biashara za kwenye mitandao, kuna mambo mawili kama ilivyo kwenye biashara nyingine zote ambazo sio za mitandao: kuna biashara halali na biashara haramu. Bila shaka, kama kanisa haliwezi kukubaliana na biashara haramu, lakini lazima tukubaliane kabisa pia kwamba katika ulimwengu huu wa leo wa kwetu huko kwenye mitandao, pia kuna biashara halali lakini hizo biashara halali wakati mwingine zinaweza zikaingiliwa. Na kutolea mfano mwingine ambao unanihusu mimi mwenyewe, miaka kumi na tano iliyopita mwaka elfu mbili na kumi nikiwa Italia nilinunua gari Japani kwa njia ya mtandao, pamoja na riski zote ambazo zingekuwepo, nilinunua gari na ikafika Tanzania, lakini nikitambua kwamba ilikuwa ni hatari upande mwingine, kwa sababu unawasiliana na mtu ambaye hamtazamani naye usoni, ni maswala ya, ya, ya, ya kimtandao moja kwa moja. Nilimshauri pale asinunue gari kwa mtindo niliyotumia mimi, kusudi kitokea nakula hasara niwe nimekula hasara mimi. Kwa bahati nje, magari yangu ilifika na mpaka sasa hivi ipo inatumika jimboni mwetu. Eh, lakini kuna padre mwingine wa jimbo jingine ambalo siwezi kutaja, pamoja na kuwa nilimshauri asitumie mtindo niliotumia mimi kwa sababu ulikuwa kidogo hatarishi, aliutumia na kuweza kupata gari. Lakini mimi gari nilipata. Kwa hiyo nataka kusema, kama ilivyo kwenye biashara nyingine, kuna uh, mimi siwezi nikajumlisha moja kwa moja kwamba uh, wasifanye, wasijihusishe na biashara za mtandao kupitia mtandao wanaita ni mawinga eh? Wanawasiliana wana, wana, wana, wana, wana na, na mteja na huyu anatoa oda, mzigo unafika, huyu analipia. Kwa hiyo wako wanaofanya biashara kihalali, lakini wako wanaofanya biashara kiharamu. Kumbe ingekuwa ni kamari, kamari kwa ujumla ni haramu. Hiyo hiyo kwa vyovyote vile ningeweza kusema kwamba hakuna situ mtawa upadre, lakini hata mtu mwingine ni haramu, si vizuri kucheza kamari ambayo e, tumekuwa mashahidi kwamba imeharibu familia nyingi, watu wameshindwa hata kutunza familia zao kwa sababu wameingia kwenye kamari. Padre Jordan e, Kibiki hakucheza kamari, hakuingia kwenye kamari, ila alijisajili e, kama agenti wa hiyo kampuni ya eBay, lakini sasa inaonekana katika mawasiliano, basi lilitokea lililotokea, lakini mambo mengine sasa, kama nilivyosema sasa hivi, kipaumbele ni afya ya padre. Sasa mambo mengine tuna, tuna kitu kinaitwa internal forum ehe, hiyo tutafanya kama internal, internal forum, lakini kwa ujumla wake e, si kwamba e, padre alifanya tendo ambalo ningeweza kusema lilikuwa ovu kwa lenyewe, isipokuwa na taratibu ambazo labda zingetakiwa ziwe zimefata zime nimezungumza naye zaidi ya mara mbili na akanithibitishia hakuna deni ingine lolote zaidi ya hiyo fedha ambayo alichukua, kwa kweli kwa mapadre wenzake, paroko na mhasibu wa jimbo. Sasa kianza kutafuta mantiki ya kile kilichofanyika, mjue tunazungumzia mtu ambaye ni E, mgonjwa katika mabano wa ana shida ya afya ya akili kwa sababu mantiki inakuwa na mtu ambaye yupo kwenye e, u, uwezo wa kawaida wa kufikiri. Sasa huyu maana yake alifika wakati akawa hana uwezo wa kawaida wa kufikiri. Tendo lenyewe la kupaki gari na kutoa swichi kuirusha ndani ya gari na kuingia kwenye basi na kuondoka tayari inakupa kitu, kitu, kitu fulani kwamba huyu mtu I, ni abnormal. Ayupo kwenye hali ya kawaida. Nadhani kama umenifuatilia kwenye taarifa yangu kwamba sisi tumeenda hatua kwa hatua. Wanaitwa, anaitwa, eh, ina, ina, ina, inaitwa, eh, proof by elimination. Unatafuta ukweli kwa kuondoa jambo moja baada ya jingine. Sawa? Baada ya kufuatilia uzito wa deni uliokuwepo na kujiridhisha kwamba usingekuwa sababu ya tendo alilolifanya, ndipo tulipoingia kwenye hatua ya pili ya kushughulikia afya yake ya akili. Kwa hiyo uh, kwa sasa kwa kweli sisi uzito tumeupeleka zaidi kwenye swala la afya ya akili. Kwa sababu tukirudi kufikiria swala la deni kwa lenyewe, kama nilivyosema, kwa mtu mwenye akili ya kawaida asingeliweza kutelekeza gari polini yenye thamani ya milioni ishirini na tano kwa deni la shilingi milioni mbili ambalo nalo e, e, ni kwa mapadre wenzake ambao wala hata hawajamdai. E, ningeomba sisi tubaki kwenye swali let, eh, swala letu hili la leo e, nikianza kuingia huko e, nitakuwa ninaingilia uh, msemaji mwingine kwa sababu swala hilo ni la kitaifa, na kwa kuwa ni swala la kitaifa, yupo msemaji wa kitaifa wa kanisa na sio mimi.